Watu wa Mungu, Bwana Yesu wasifiwe. Aisee, mbona leo mko wengi hivi? Tunaweza tukapungiana mikono? Eti, mwanaume uliyekaa hapo, sasa hivi nikuulize hili swali, kati ya mke na kazi, kipi bora? <laughs> <laughs> niishie na nyinyi tu ka ushuhuda. Nimefurahi sana. Kuna mtu nimepata taarifa zake anaitwa Masaga Joni, huyu Masaga Joni anatoka kule kituo cha Nenetwa Mkudi, kilichopo kinachosimamiwa na kanisa la Isamilo lililopo jijini Mwanza. Kwa taarifa nilizonazo, huyu rafiki alikuwa mwathirika wa, wa, wa bangi kama mimi. Naamini rafiki yangu unaniangalia saa hizi. Alikuwa nyumbani kwao, ni jirani na kituo kilipo. Walionitumia taarifa wanasema siku aliposikia anazungumzia kwamba nami niliathirika na bangi na vitu vile ambavyo nilishea naye, wanasema hicho kitu kilimgusa, akasogea kwenye mahubiri akaanza kusikiliza, na leo kati ya watu ishirini waliobatizwa kwenye hicho kituo naye ni mmojawapo. m <laughs> ni niwaambieni kwenye maisha tunayoishi, kuna historia zilizotokea huwezi kuzibadilisha, zilishatokea. Lakini nilichojifunza mimi kwenye elimu ya akili kubadilisha historia zilizotokea ni kuzisema in a positive way ili mwingine ajifunze. Kwa hiyo Masaka John, rafiki yangu, nimeomba namba yako, najua unanitazama sasa, naomba uwe rafiki yangu, na maana baada ya hichi kipindi nitakutafuta leo. Nataka tujifunze kwa wanaume, nitabezi sana na wanaume sana, na ninajua hivi kwenye vichwa vya watu kuna maswali mengi na kuna vitu vingi nitavisema Ukiniwahi mbele hautanielewa, nisikilize vizuri kabisa unielewe, na ninaanza kwa kusema hivi: mimi niliyosimama hapa mbele nikiambiwa kati ya kazi na mke nichague nani, nachagua kazi. Bwana Yesu asifiwe. Najua kabisa kuna watu nimewakonfyuzi. <laughs> na mama mchungaji kabla sijaingia ananiambia niko na hapa na kuangalia. Kwa hiyo hivi saa hizi amechanganyikiwa naye. Mungu wangu huyu mbaba kazi tena? na sio mimi, nisikilize, tuende vizuri, unielewe. Niliwaambia vitu vingine vyote vilivyotengenezwa, ukitaka kuvifahamu vile vitu vina kitabu, na sisi binadamu tumetengenezwa, tukitaka kujifahamu tuna kitabu kinaitwa Biblia. Sasa angalia, wengi wakiisoma Biblia wanashindwa kuitofautisha. Nisikilize vizuri uelewe kwa nini nasema nachagua kazi. Aliyeandika kitabu cha Mwanzo anaitwa Musa. Musa aliandika habari za sehemu ambapo kwa wakati huo haipo kama ilivyokuwa. Yaani Musa anaposema hivi, Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, yuko kwenye dunia yenye dhambi, tayari ina dhambi, alafu anaizungumzia dunia ambayo haina dhambi. Sasa kuna watu wanachanganyikiwa kuna vitu vimeelezwa kwenye dunia isiyokuwa na dhambi, wao wanavitafsiri kwenye dunia yenye nini, yenye dhambi. Kwa mfano hapa, nikikuuliza kazi ni nini, we utatafsiri kwenye dunia yako ya leo, yaani hapo ulipo leo, nikikwambia kazi ni nini, we utamjibu kitu ambacho wazungu wenzetu wanasema job, we ndio utaita kazi. Bwana Yesu asifiwe. Imu nikusogelee, karibu <laughs> wakati Mungu anaumba Musa akiwa anaandika, ukisoma Biblia angalia Musa ameandika vitu viwili, kuwa macho sana. Ukisoma kitu cha kwanza, alikuwa anaandika idea iliyokuwepo kwa Mungu, cha pili akaandika implementation ya idea. Mfano, Mwanzo moja ishirini na sita ishirini na saba ishirini na nane Musa aandiki tendo linaloonekana anaandika wazo lililokuwepo kwa Mungu. Alionyeshwaje? na mimi sijui. Musa anasema hivi Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale. Hii ni idea ya Mungu, bado hajaiweka katika vitendo, it is just a thought. Ukienda Mwanzo moja fungu la kwanza hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Ili neno hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, sikiliza vizuri unielewe, ni samale ya kazi nzima Mungu aliyoifanya. Kwa hiyo unapomsoma Musa kuwa makini, kuna wakati anazungumzia maana, wakati Mungu anasema Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, ama Mungu akasema na tumfanye mtu. Swali, alikuwa anasema na nani? Musa alikuwa wapi? aliona nini? kwa hiyo Musa alipokuwa anaangalia Mungu anamwonyesha mpango wake kabla hajaufanya mpango wa Mungu ulikuwa kumuumba mtu, lakini ili mtu aumbwe, Mungu anahitaji amwandalie mazingira ambayo mtu atakuwepo. Hiyo ni Mwanzo ngapi? Mwanzo moja. Ukienda fungu la pili na kuendelea, ndipo Mungu sasa anafanya implementation. anafanya kile alichokifikiria kwa vitendo: iwe nuru iwe anga, akachota maji akaweka juu. Hayo sasa anafanya kwa vitendo, lakini nenda kitabu cha Mwanzo mbili. Nisikilize mimi, nachagua kazi. Nenda Mwanzo mbili, Mwanzo mbili Mungu anaanza kuonyesha namna alivyoumba pale. Biblia inaposema natumfanye mtu kwa mfano wetu, neno mtu linakava jinsia zote mbili, ke na me kwa hiyo ukitaka kusema mtu unapaswa useme mtu wa kiume, mtu wa kike. Lakini swali, Mungu alianza kumuumba nani kati ya hawa wawili? Hata unapokuja lile fungu anasema hapa chini, mkatawale mkavimiliki. Nani wa kwanza kuambiwa kati ya mke na mume? Yupi alipokea taarifa kabla ya mwenzie? Ukienda mwanzo mbili fungu la saba, mwanadamu wa kwanza kuumbwa ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Wa kwanza kuumbwa ni mwanaume, ndiye aliyekuwa wa kwanza kuumbwa. Wakati mwanaume anaumbwa, nenda kaisome Biblia yako, vitu alivyopewa. Mwanzo mbili inasema hivi, fungu la saba: Mungu aliniumba mimi jinsia ya kiume kwa vumbi, akanipulizia pumzi ya uhai. Alipomaliza kuniumba, cha pili akanitengenezea. Sikiliza vizuri, aliumba dunia yote ikakamilika akaniumba na mwanaume, hajamuumba mwanamke bado. Akafanya kitu kingine, wakati akiwa mwanaume Mungu na viumbe vingine, Mungu akatengeneza katika dunia yote aliyoiumba Mungu, akachagua kakipande kadogo, akatengeneza akakaeta bustani. Mwanaume ndiye wa kwanza kuingia kwenye nini, wakati huo mwanamke hayupo. Sikiliza Kitabu cha Mwanzo mbili kumi na tano. Baada ya mwanaume kupewa bustani, kitu cha tatu alichopewa mwanaume alipewa kazi. Nenda kasome biblia yako, hakupewa mwanamke. Mwanzo mbili fungu la kumi na tano linasema hivi ilime na kufanyeje? Hapo bado mwanamke hajafanyeje? Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Nisikilize unielewe, mwanaume ameshapewa kazi na akaanza kumwonyesha Mungu kwamba mi siwa mchezo mchezo, niko serious na kazi Adamu akiwa kwenye bustani anatembea, kakakatisha kasimba, akamwangalia, akamgeukia Mungu, Mungu we, huyu aitwe simba. Mungu akasema, kumekucha, ataitwa nani. Nani ananyelewa? Nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri, shida yetu iko hapa. Nikisema kazi, watu wote ninyi mnaanza hivi, dokta, kulima, kuchonga vitanda. ah -ah. Niwaulize swali, kwenye bustani ya Edeni, alikuwa analima, analima nini Adamu kwenye bustani ya Edeni analima nini? Magugu hamna. Anamwagilia bustani, anamwagiliaje? Wakati Mwanzo mbili nasema ilikuwa inajimwagilia yenyewe, ukungu ulikuwa unatua juu ya nini. Hivi mwahi kujiuliza, Adamu akiwa katika bustani ya Eden, alikuwa anafanya kazi gani? Halafu angalieni watu leo wanavyotuchanganya. Samanini, nisikilize vizuri, na ili somo linamuendeleza. usije ukanielewa vibaya. Leo hii kuna watu wanatafsiri kazi ambayo sio hiyo Mungu aliyoisema. Utakuta mtu anasoma Biblia anakuambia, kabisa, Mungu amesema tupige kasi, hata alivyotuumba Adamu aliambiwa ailime na kuitunza. Analima nini? Majani hayakauki, matunda hayaishi, analima nini? Hivi mewahi kujiuliza, alikuwa anafanya nini Adamu? Hem, niambie kazi gani alikuwa anaifanya? Ndio maana mimi nakuambia tena, narudia mimi, kati ya mke wangu, cha kwanza kazi. Na ninasema hivi kwa confidence kwa sababu naielewa kazi aliyopewa Adamu kabla hajapewa mwanamke na niwaambie wanandoa wengi, maana ili wiki nitalizungumzia ndoa. Wengi leo tunakosea kwenye ndoa kwa sababu kuna vitu vidogo vya msingi hatuvijui. Sikiliza, Biblia ananiambia hivi, mwanamke akaumbwa kuwa msaidizi wa kumsaidia mmewe. Kazi. Kazi gani? We mke wangu eti shoma mama, we si ni msaidizi, unanisaidia kazi gani? Sasa hivi Adamu yuko katika bustani ya Edeni, amepewa kazi ambayo mpaka sasa hivi mimi na wewe hapa hatujui amepewa kazi gani, alafu anaongezewa mtu akufanyeje? kazi gani? Alo, kama tuko pamoja nipungie mkono. Ngojeni niwaambieni, eh, mi nawaambieni serious, hakuna kitu kizuri duniani, hakuna kitu kizuri kwenye hii dunia tunayoishi kama ukiback okay, to the origin Yaani, ukitwisti maindi yako ukarudi kumwangalia Mungu, vitu alivyovisema, alivyovipanga, alivyoviamuru ukamwelewa, hii dunia utainjoi na utainjoi tena, lakini usipoielewa utajua ujui na utateseka. Sikiliza vizuri, dhambi ilipoingia, Biblia ndio inaniambia hivi, akapewa mboga za kondeni, siwe ni shahidi. Alafu akaambiwa hivi, utakula kwa jasho hiyo sasa sio kazi aliyopewa kwenye nini, alo, hiyo sio kazi aliyopewa kwenye bustani. Sijui, nchi imelaaniwa, utakula kwa jasho, Eva utazaa kwa uchungu, haya mambo hayakuwepo. Kwa hiyo kazi aliyopewa Adamu sio hii ambayo tuko nayo leo, na ni lazima uzijue ili uzitofautishe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Sasa twende tuangalie kazi aliyopewa Adamu ni kazi gani? Alafu mwishoni nitakuuliza kama tunakubaliana <laughs> wanaume tuliokuwepo hapa, kama tutakubaliana sasa kwamba asilimia tisini ya maisha yako kazi, alafu ndo wanafata nani? Mwanamke. Nisikilize ili neno kazi kwa lugha ya wenzetu Kiebrania tafsiri yake inasema hivi, Adamu akaambiwa na Mungu kuwa vile nilivyo kuumba. Narudia maana ya kazi aliyopewa Adamu na Mungu. Sikiliza hapa, hizi haya mambo yote yanafanyika, ukumbuke, hakuna kiumbe anaitwa mwanamke. Mungu anamwambia Adamu hivi, kazi ninayokupa Adamu he, nataka uwe vile ambavyo mimi nataka uwe na vitu nilivyoviweka ndani yako nataka vithibitike na vidhihirike, vile ambavyo mimi nimekufanya uwe. Ndiyo kazi aliyopewa uh -uh. Kazi ya mbegu kabla dhambi haijaingia kazi ya mbegu ni kuota. Kazi ya samaki ni kuogelea kwenye bahari. Kazi ya ndege ni kupaa ni sifa ya uwezo Mungu aliyoweka ndani yako. Nisikilize unielewe, tofautisha kati ya ajira ulionayo. Nisikilize, ajira ni position, siyo kazi, na unaelekezwa unafundishwa. Yaani hapa tulipo, kuna watu wengi hamfanyi kazi, ila mnafanya shughuli mlizoelekezwa. Mfano, leo hii si tuna wataalamu wa software, si ndio tuna mainjinia kwenye software? Lakini unafikiri wanachofanya ni, ni, ni, ni kazi ile Mungu aliyowapa wa Ngoja ni kuoneshe mfano, uelewe. Aliyepewa kazi haya mambo ya software alikuwa anaitwa Bill Gates. Wengine wote waliobaki wanajifunza alichofanya Bill Gates wanakiendeleza. Sijui mnanielewa ninachokisema. Bill Gates alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni inaitwa IBM. Nimesoma historia yule jamaa kazi zilivyokuwa ngumu. Akiwa nyumbani kwake geleji, amekaa akaanza kufikiri from within, anaanza kutafuta hivi, mimi Bill Gates ni nani na ni kitu gani? Mungu amesema hivi, pita, kuna kitu nimekiweka ndani yako, ishi kwa hicho kitu ulicho nacho. Bill Gates akiwa amekaa ndio akarealize kwamba kumbe mimi duniani ninaka uwezo Mungu alikokaweka ndani yangu na ninakafanyia kazi. Alipoenda kwenye kampuni kuwaambia, walimfukuza Alipofukuzu akarudi akakaa nyumbani kwake akatengeneza. Nisikilizeni, kazi haitoki nje, inatoka ndani yako. Sijui mnanielewa. Bilget akiwa amekaa ametulia, ndani ya ubongo, Mungu anamwambia Bilget, kuwa nilivyokuumba Bilget, ndani yako kuna kakidu bwana, ambako kana kutofautisha wewe na watu wengine duniani. Bilget, wewe unakaa kitu mwingine hana huyu rafiki akakatengeneza kakakamilika. Sikiliza, Bill Gates hakukatengeneza ili apate hela. No, alikatengeneza kwa sababu ndivyo alivyoumbwa. Alipomaliza kukatengeneza, afu akalenda kwenye kampuni waliomfukuza akaambia, wazee eh, mnaionaje? Walivyoangalia bwana, hey, tukupe shilingi ngapi? Akaingiza nini pesa. Sasa leo mnisamee, leo kuna watu wanatutishia unakuta anasimama, nakuambia mimi ni injinia wa software, anataja mpaka majina ambayo wewe hujui. Lakini kumbe kasahau, yeye anajifunza uwezo Mungu aliyoweka ndani ya Bill Gates. Yeye tu anafanyaje? Na ndio maana unaenda darasani wewe <laughs> hivi, mbona mmenikasirikia? Huo ndio ukweli. Sikiliza, mnamjua Isaac Newton, si mnamfahamu? Leo hii kuna watu tunajivunia kabisa, sijui gravitation force, ukitaka kujenga nyumba pima hivi, fanya hivi. Sikiliza, aliyekuwa na uwezo wa vile Mungu alivyomuumba mwanzo akamwambia hivi, Isaac Newton, kuwa nilivyokuumba, alikuwa ni Isaac Newton. Sisi wengine tunafanyia kazi mawazo yao, na ndio maana watu wengi duniani hatufanikiwi kimaisha kwa sababu hatujichunguzi uwezo tulionao, tunafanyia kazi vitu vya watu. Ha, leo mmekasirika, ametenda maajabu. Nisikilizeni <laughs> <Si. laughs> ni nisikilizeni, nisikilizeni, sina nia mbaya. Sikiliza vizuri unielewe. Kazi unayofanya kuna siku utafukuzwa, lakini zawadi ulionayo hakuna atakayeweza kuiondoa na kuhakikishia. Ule uwezo Mungu aliyoweka ndani yako hata ifanyikeje, trust me, utabaki kuwa nayo. Ngoja niwape mfano ili uelewe kwamba zawadi na kazi ni vitu viwili tofauti. Mkuu wa mkoa ni zawadi, ni position, it's a position. Ndio maana leo unapewa, kesho sikiliza. Nisikilize nikunong'oneze, kila binadamu kwenye hii dunia ana zawadi. Sikia, mwanamke mwenye akili timamu haolewi na mwanaume asiye na zawadi, maana akienda aendi kufanya kazi. Kazi ya mwanamke ni msaidie mwanaume mwenye njozi, mwenye jifti, mwenye idea, mwenye thought, anayeiona kesho, mwanaume ambaye anatengeneza visivyo kuwepo vinaonekana. Sasa uyu mwanamke unaolewa na mwanaume, samahani, nitumie neno hili, ana jinsia ya kiume, lakini ana tafsiri ya kike nikiwa na maana hii, hana jifti. Sio hana hanayo, lakini hajaigundua. Na ndio maana leo duniani watu wengi tuna struggle na maisha yanatutesa mimi nikuuzie wazo leo, anza kutafuta uwezo Mungu aliyouweka ndani yako, na nisikilize, unaupata na una uwezo wa kugundua wewe ni nani. Na unisikilize, siongei na wanawake, ngoja niwaambie ukweli. Mimi ni mume na miaka kumi kwenye ndoa Ukiangalia maisha yako unayoishi na mkeo, kila wazo la mume mwanamke analisupport. Umegundua hilo jambo? Always wakina mama wako pale kutusaidia, always they are just there to push your gift. Lakini shida inakuja hapa, kama umemuoa mwanamke alafu wewe ulipo hujui zawadi yako, upo upo tu tayari, hilo ni tatizo. Naangalia kitu kibaya cha pili, mwanamke anapoteza confidence kwa mume kwa nini? Hana cha kusaidia, yaani akiamka ya asubuhi, mume wangu kumekucha salama, mume namwikia salama, tunakula tule, tunalala tulale, twende twende. <laughs> Lakini ndio maana anasema hivi, wanaume wenzangu mliokuweko hapa, ndoa inakuja kama umejitambua na unajua adhina ulionayo. Na ndio maana Mungu alianza kamuumba Adamu, cha pili akamwekea bustani, cha tatu ingia ndani ya bustani, cha nne Fanya kazi. Cha tano, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi ili tutimize. Tunachokitimiza ni kipi? Ni zawadi Mungu aliyoiweka ndani ya mwanaume. Ndio maana Mungu anasema hivi mwanaume, ni kichwa cha familia, aishie hapo, anasema mwanaume ni kichwa cha Kristo, mwanaume ni Yesu duniani. Mwanamke anaponiangalia mke wangu, mimi anaponiangalia, maisha yangu na jinsi tunavyoishi, inapaswa ifikie pointi mke wangu aseme hivi, namuona Mungu maishani mwako. Nikuulize swali, amewahi kusema hivyo? Ametenda maajabu? <laughs> mke wako amewahi kuwa proud, anasema kabisa na confidence kwamba namshukuru Mungu kwa ajili yako? Au ni yule mke anayesema hey, Mungu Baba, chukua huyu mtu niwe udu <laughs> Nasisitiza kwa wanaume, mnayenisikiliza, kuanzia leo search wa gift na nisikiliza nikwambie, usiruhusu mtu yoyote kuizima uweza Mungu aliyoweka ndani yako don't, kwa sababu uweza ulio ndani yako ndio wewe, zilizobaki it's just a history. Mungu awabariki.